kwa shilingi elfu moja mia tano utajipatia chupa hii. Hapo nafanyika huku mtaani, mkopo kwa elfu moja mia tano na kesho elfu moja mia mbili Karibuni sana. dumu kama hiyo utajipatia kwa shilingi elfu kumi Karibuni sana, lita tano lita tano dumu kama hiyo utajipatia kwa shilingi elfu kumi Karibu sana. Chupa kama hii e, utajipatia kwa shilingi e elfu mbili elfu mbili. Sabuni yangu ni mzito, aina mbambamba. Karibuni sana wateja wangu. Naona mziko wangu nimesha pake kwa ajili ya kuwapilika wateja wangu anambatukwa mitaji dereva lipo, karibuni sana napenda